Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imewasili salama pale nchini Morocco tayari kwa ajili ya maandalizi ya michezo ya Afcon mwaka elfu mbili na ishirini na tano michezo ambayo itafanyika pale nchini Morocco, na Tanzania itaanza michezo yake siku ya tarehe ishirini na tatu dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Na baada ya timu ya taifa kuwasili pale, mambo yamekuwa mengi sana kwenye mitandao, huku akizungumza kuhusiana the way timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ilivyowasili wakitofautisha na baadhi ya timu kama Nigeria, Gabon, Djibouti, Komoro na baadhi ya timu labda kama Mali pia ambayo wakati inafika pale kulikuwa kuna vazi la asili ambalo lilikuwa limevaliwa na wachezaji yani vazi la nchi husika. Mfano kama Nigeria waliingia na vazi lao la asili , lakini Comoros waliingia na kanzu kwa sababu ile ni nchi ambayo iko kidini sana, sasa dini ya Kiislamu lakini ukiangalia nchi kama ya Mali pia walikuwa na vazi maalumu, baadhi ya nchi nyingi sana labda Senegali na nchi nyingi ambazo zilienda kitamaduni zaidi. Lakini kwa upande wa Taifa Stars walienda kawaida, yani wakiwa wamevalia track suit zao ambazo huwa ni miaka yote wanavaa, yani hakuna vazi lolote la kiasili ambalo lilionekana pale, na baadhi ya watu wamesema kwamba ni ubunifu ambao umekosekana. Taifa Stars ilitakiwa iteke attention kwa sababu tunajua kabisa kuperform vizuri na kuweza kurudi na kombe au kuvuka hata makundi kwetu ni ngumu. Kwa hiyo basi, kama tunashindwa huku, na sisi basi tukajiwakilishe ama tukaiwakilishe nchi yetu kwa kuonesha vazi la asili. At least labda tungeenda na vazi hata la Kimasai hivi, yani wachezaji wangekuwa wamevaa mavazi ya Kimasai au mavazi fulani ambayo yalikuwa yametengenezwa kiasili na kuonesha kwamba hii ni nchi ya Tanzania, lakini kimeshindikana kitu hicho kufanyika, na badala yake hata jezi ambazo zimevaliwa na wachezaji ni jezi ambazo sio mpya, ni jezi of course za um, msimu ule ule uliopita. Toka Sunderland amezindua jezi za timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, hakuna kikubwa sana pia ambacho wamekifanya, na hakuna jezi mpya pia ambazo wamezizindua. Yani inamaanisha mwonekano labda na branding flani ambayo inakuwa inaonesha vitu fulani vya tofauti at least tunaelekea kwamba Afcon baada ya muda mrefu kushindwa kufuzu basi tunaenda kufuzu, basi at least mwikuwa na vitu fulani hivi kwenye jezi ambavyo vingekuwa ni vya tofauti ama vingekuwa kama sehemu ya ukumbusho. Lakini vitu vyote hivyo vimeshindikana na badala yake tumeenda kama vile watalii, na ndivyo ambavyo pia tutarudi mara baada ya kwenda kutalii. Kwa hiyo kuna muda uh, shirikisho la boli nchini Tanzania TFF kuna baadhi ya mambo ambayo wanatakiwa yaangalie na pale ambapo anaingia mkataba wa udhamini wa jezi na mtu ambaye atakuwa anazitengeneza basi kuna baadhi ya vitu ambavyo nitakiwa viangalie, wangalie mtu ambaye atakuwa basi pia na creativity, au ndani ya kamati ya TFF ndio kuna kamati ya ubunifu kuhusiana na Taifa Stars, pale ambapo inakwenda kushiriki michezo fulani, basi at least kuwe kuna kitu fulani kwa sababu kuperform kwetu na kwenda kufanya vizuri bado ni ndoto, basi at least tujitahidi kufanya baadhi ya mambo ambayo yatatutofautisha na wenzetu, tofauti na vile ambavyo wengine wanafanya, kwa sababu kwa wenzetu wazungu haya mambo hayapo, lakini kwa Afrika yapo. Basi na sisi tunapaswa kuyaendeleza, ama basi kuanza na sisi, ili tuonekane kama vile Tanzania ni nchi ya kitalii, na kuna baadhi ya mambo ya kitalii ya sasa, mbuga za wanyama na makabila fulani ambayo yanapatikana, basi mpira huwe sehemu ya kubrandi yayo makabila pamoja na asili ya Mtanzania.